Katika Mseto Plus ya leo dakika kadhaa za kutazama taarifa mseto kutoka pande tofauti za dunia. Jina langu ni Fatma Huseni, nyuma ya kamera ni Good Luck Gustav. Kamati ya sera ya fedha Benki Kuu ya Tanzania imebakiza kiwango cha riba kuwa asilimia 5.75 kutokana na matazamio chanya ya ukuaji wa uchumi na udhibiti wa mfumuko wa bei. Kiwango hicho cha riba benki kuu CBR si kitatumika katika robo nne ya mwaka inayoishia Desemba 2025. Baada ya kushuka kidogo kutoka asilimia 6 mapema Julai 2025. Kwa muda zaidi ya robo nne tangu Aprili 2024, kiwango cha CBR kiliendelea kubaki asilimia 6. Katika mkutano wake na wanahabari jijini Dar es Salaam, gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema makadirio ya benki hiyo yanaonyesha kuwa uchumi utaendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha. Makadirio ya benki kuu ya Tanzania yana onyesha kuwa uchumi utaendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha. Amesema uamuzi wa kubakiza kiwango hicho cha sibiara umetokana na tathmini iliyofanyika kuhusu mwelekeo wa mfumuko wa bei, ambapo unatarajiwa kubakia ndani ya lengo la asilimia tatu hadi tano. Mfumuko wa bei kwa Tanzania Bara ulikuwa asilimia 3.4 mwezi Agosti 2025 ndani ya lengo la nchi la asilimia tatu hadi tano, na vigezo vya mtangamano wa kiuchumi wa East Africa Community na SADC. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametengua na kuteua viongozi wapya akiwemo mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi endayo haraka DART, pamoja na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi endayo haraka UDART. Mabadiliko hayo yanakuja wakati ambapo ya wananchi jijini Dar es Salaam wamekuwa wakilalamikia huduma zisizoridhisha kwenye usafiri wa mabasi ya mwendokasi. Taarifa iliyotolewa leo Alhamis Oktoba 2, 2025 na katibu mkuu kiongozi Dr. Moses Kusiluka imeeleza kuwa rais Samia amemteua Saidi Tunda kuwa mtendaji mkuu wa mabasi yaendayo haraka DART. Anachukua nafasi ya Dr. Afman Kihamia ambaye uteuzi wake umetenguliwa kuanzia leo Oktoba 2, 2025. Aidha, Rais Samia amemteua Pius Ngingo kuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi ndayo haraka UDART akichukua nafasi ya Waziri Kindamba ambaye uteuzi wake pia umetenguliwa. Taarifa ya uteuzi na utenguzi huo imetolewa wakati Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akifanya ziara yake kwenye kituo cha mwendokasi cha Kivukoni na baadaye Kimara leo. Malengo yetu ni kuondoa kadhia hii ya barabara hii ya Kivukoni kwenda Kimara. Sasa hivi tutakuwa na jumla ya mabasi tisini watu takriban 40 wamepoteza maisha na wengine zaidi ya mia mbili wamejeruhiwa baada ya kuangukiwa na fito na mbao za kushikilia jengo la kanisa nchini Ethiopia. Tukio hili limetokea saa moja na dakika 45 asubuhi siku ya Jumatano kwenye mji wa Ardis, umbali wa kilomita 70 kutoka Addis Ababa. Ripoti zinasema watu wao waliangukiwa na mbao na fito hizo wakiwa kwenye jengo hilo la kuabudu, wakiadhimisha siku kuu ya Bikira Maria. Ajali kama hizi hutokea sana katika taifa hilo kwa sababu wajenzi walio wengi hawazingatii taratibu za ujenzi kwa kuhakikisha kuwa hatua zote za usalama zimeheshimiwa. Mwanahifadhi wa mazingira na mtaalamu wa sokwe raia wa Uingereza, Dr. Jane Goodall amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 91. Taarifa kutoka Jane Goodall Institute iliyochapishwa kupitia ukurasa wake wa Facebook imeeleza kuwa Dr. Goodall alifariki Jumatano, Oktoba 1, 2025, kutokana na kifo cha kawaida akiwa jimboni California, Marekani alipokuwa katika ziara ya kutoa mihadhara. Dk Goodall ambaye pia alikuwa mjumbe wa amani wa Umoja wa Mataifa, alizaliwa Aprili 3, 1934, jijini London. Mnamo Julai 1960, akiwa na umri wa miaka 26 alisafiri kwa mara ya kwanza hadi Tanzania na kuanza utafiti wake wa kihistoria kuhusu sokwe polini katika hifadhi ya taifa ya Gombe mkoani Kigoma. Utafiti huo ulimfanya kujulikana kimataifa na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika uelewa tabia za sokwe na umuhimu wa uhifadhi wa wanyamapole. Watu mbalimbali wametuma salamu za pole kufuatia kifo cha mtaalamu huyo akiwemo wa rais wa Tanzania, samia Suluhu Hassan, ambaye ameeleza kuwa amepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha Dr. Goodall huku akimtaja kama mtaalamu wa wanyamapole mtafiti na rafiki wa Tanzania. Mwisho wa Mseto Plus ya leo. Jina langu ni Fatuma Huseni, nyuma ya kamera ni Goodluck Gustav. Tukutane tena wakati mwingine.